Watoto wetu aana, siku hizi mnakopi sana, hasa nyinyi wa sekondari mnapata fursa ya kupitia kwenye mitandao huko. Maisha ya mtandaoni sio maisha halisi, wala sio maisha ya Mtanzania. Usije ukatamani ya maisha ya mtu fulani kwenye mtandao, unamwona na wewe ukatamani yale, sio maisha halisi. Tuishi maisha ndio. Tunaambiwa mwanamke ndio mlezi wa familia, si ndio jamani? E, kwa hiyo sisi kina mama, licha ya ubize wa majukumu tulio nao ya kutafuta na kuwatafutia watoto wetu, tutenge muda wa kuwakumbusha na kuwalea kwenye misingi na maadili ya Mtanzania, lakini maadili hayo yajielekeze kwenye kwenda kwenye hofu ya Mwenyezi Mungu. Naamini kila mtu ana imani yake. Tuwatengenezee utaratibu watoto wakumbuke kutenga muda wa kwenda kuabudu kwenye makanisa, kwenye misikiti, ili mwisho wa siku wa vijana wema. Tukaona kuna haja ya kuweza kuongeza weledi ili tuweze kufikia uh, hata walezi wa wasichana kwa sababu mwisho wa siku tunataka matokeo yao yaanzie nyumbani. Tulikuja na kampeni inaitwa kampeni ya mwezi wa ukaribu. Mwezi huu wa ukaribu ni kampeni ambayo tunaifanya kwa mwaka mara moja. Tunakuwa tunachangisha vitu mbalimbali sehemu mbalimbali na tunapeleka kwenye familia zenye uhitaji, na kwa mara nyingine tena huwa tunaweza tukaita watu wote waliohitaji katika eneo moja. Kwa mfano, tunaweza kutoa vitimwendo kwa watu wanaoishi na ulemavu karibia sabini lakini ilikuwa kwa sehemu nyingine, na kwa mkoa wa Tanga tumeweza kutoa vifaa tiba katika hospitali ya Mpata iliyopo Handeni. Lakini ndugu mgeni rasmi, hatukuwa nyuma kwa kuonyesha kwamba tuko pamoja na watu wa Tanga na tunafanya jitihada kuhakikisha kila familia na kila mtoto anakuwa yuko mwenye afya njema. Siku uh, kipindi cha korona pia tulitoa vifaa vingi sana katika wilaya ya Handeni na tumeweza kufikia kata sita.